Greenland ni kisiwa kikubwa zaidi duniani na e, kipo katikati ya bahari ya Atlantiki e, kaskazini, lakini na Arktiki e, ipo katikati hapo na ipo e, kijiografia ipo ni kaskazini mwa bara la ya Amerika. Eh, kaskazini, na ni sehemu ama kusema ni kisiwa ambacho uchumi wake mkubwa inategemea kwenye uvuvi na utalii. Lakini Greenland ni nani alikihasisi kisiwa hichi? Alikuwa kama ni Mnorway anaitwa eh, ambayo Erik the Red, huyu ni Mnorway na ndo aliishi kwa mara ya kwanza katika ile eneo la uh, Greenland na alilipa jina hilo ili kuwavutia Uh, raia au watu mbalimbali mbali kuja kukitembelea. Sasa, Denmark mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa iliipa mamlaka Greenland ya kuweza kujitawala, na sasa hivi wana uongozi wao. Lakini mwaka 2009 Greenland iliongezewa mamlaka zaidi, ambayo pia na kutambulika na mashirika makubwa ya Umoja wa Mataifa. Greenland inajitegemea, ina kiuchumi ki, lakini Denmark inaweza kuilisha Greenland kwa asilimia 25 kwa kutumia misaada na vitu mbalimbali. Lakini ishu uh, ya jeshi afya na huduma nyingine zinategemea kutoka Denmark kwa asilimia mia moja, wakipewa huduma bure. Sasa hii ndio Greenland, ili eneo uh, mahususi ambalo linavutia, lina uh, watalii wengi kutokana na uh, mwonekano wake nyakati za usiku ambapo kuna mwanga fulani unatokeaga lakini, uh, kikubwa pia Greenland usafiri wake barabara zake nyingi haziunganishwi na hizi barabara za kawaida. Ni kwa sababu asilimia 80 ya mji huo umekuwa umekava na, na theruji e, hali ambayo usafiri wake mkubwa ni wanatumia wale mbwa ambao wanavuta kama kigari fulani, lakini pia helikopta na usafiri wa ndege kwa kiasi kikubwa, lakini pia usafiri wa majini, lakini ni eneo la kiutalii likiwa na wakazi elfu hamsini na nane pekee. Eh, lakini watalii ni wengi. Hii ndio Greenland. Sasa kwa nini Marekani anakinyapia sana hichi kisiwa bwana? Hichi kisiwa ni kisiwa cha kimkakati zaidi, uh, kwenye nshi ya usalama. Yeye mwenyewe amekuwa akizungumza uh, Donald Trump kwamba kisiwa hichi ni kisiwa cha kimkakati kwake na anakihitaji kwa namna yoyote. Sasa ukiangalia kwa ile Greenland imezungukwa na bahari kote na wanahisi um, Marekani anasema miaka inayoenda mbele huko, uh, kisiwa hiki kitakuwa ni njia kuu ya kupitisha uh, mafuta ama vitu mbalimbali eh, kupitia bahari ya hiyo ya kule Atlantic, pamoja na hiyo uh, bahari ya Arctic itakuwa ni njia maalum ya kupitisha mizigo yao. Sasa hivi wanahisi baada ya miaka mbele inayoenda, uh, kisiwa hichi, ile barafu ya kule pembeni itakuwa imeyayuka na kuweza kupitisha uh, mizigo yao na kuepuka kuzunguka